Na Arabu, wachovu. Wewe, mishu, basi. Na ni baadhi yao mashabiki na wanachama wa timu ya Simba tawi la Shujaa Ndugu wa Simba lililopo mji mpya manispaa ya Morogoro, wakijinasibu kuelekea mchezo wao wa mzunguko wa pili hatua ya robo fainali michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wakizungumza na Mwananchi Digital, wamesema pamoja na kwamba wanaoendea mchezo huo wakiwa nyuma ya magoli mawili rekodi nzuri walizoshikilia wakiwa uwanja wa nyumbani kwa Mkapa ndio silaha pekee ya maangamizi kwa wapinzani wao Al Masry kutoka nchini Misri. Siri kubwa ni kujiamini, sawa, kwa sababu ni nyumbani. Sasa usipo kujiamini nyumbani, kwako utajiamini wapi mwandishi? Kwa hiyo sisi tunavyojiamini kwenye uwanja wetu na ndivyo tunavyoweza kufanya vizuri katika mechi zote naona. Kwa sababu ukweli tu ni kwamba itatuuma sana kama hawa jamaa watakuwa wameshinda kwa sababu kwanza viwango vyao ni vidogo wa Simba. Nafasi yetu ya mashabiki sisi ni kuja uwanjani kwa ajili ya kwenda kuisupport timu yetu na kwa upande wa Shujaa hapa tuna gari mbili ambazo ziko tayari zimeshajaa na ya tatu tunaianza kwa kwa ajili ya kwenda kusha, kushabikia timu yetu. Wito kwa mashabiki wote Tanzania nzima wa Simba Sports Club. Tuwe karibu na timu yetu tuisupport timu yetu kwa hali na mali na zaidi ya yote tufike uwanjani kwa ajili ya kuishangilia kwa nguvu sana mpaka Mwarabu achanganyikiwe. Matumaini ya kesho ni kushinda na kuvuka ili kwenda nusu finali na kuondokana na neno la makalobo hasa wanaotutania watani zetu. Na kwa nini nasema tutapata ushindi? Kwa sababu tumeshangala madhaifu yetu au mapungufu yetu tokea mechi ya kwanza, na ukiondoa mechi ya kwanza hata mechi za huko tulikuwa tunafeli ya kusonga mbele. Leo tunapata bahati, tupo nyuma kwa goli mbili, lakini tuna uwezo wa kufunga zaidi ya goli mbili, kutokana na ile mechi ya kwanza, namna tulivyoicheza. Na jeuli ingine tunaipata kupitia uwanja wetu wa Mkapa, mara nyingi ile kwa ile, neno hatoki mtu, huwa tunaheshimisha sana nchi na imani. Kwa kesho, mama Samia atafurahi sana kijana yake kusonga, ingawa mimi natamani tukivuka street ikulu kwanza asubiri, maana isije kama umevuka tu nusu, akasema njooni huko, tutabweteka. Sabado tutakuwa na mchezo mwingine tena mgumu. Kwa hiyo matumaini ni makubwa sana kutokana na timu yangu uzuri wake, ubora wake, mashabiki na imani, na tutakwenda kwa wingi. Sisi ni wachezaji wa 12. Inabidi tufanye ule wajibu wetu ambao wajibu wetu wa kila mechi tuseme kujaza uwanja, halafu cha pili, safaria tuseme pointi tatu muhimu, tuasema goli tatu na kuendelea ni muhimu, bila kuruhusu goli hatahili kwao kwa mchezo wa wake, kesho mi niwatoe wasiwasi wale watu wote wale wanaohofia. Safari hii tumedhamiria na safari hii hii tunavuka. Mi nawambia ukweli hii tunavuka na lazima tufanye hivi, kwa sababu sisi wenyewe sio mashabiki tu na hata wachezaji watamani kufikia rekodi, watamani kufikia kiwango yani ili ili uwezo wao improve na thamani ya wachezaji improve. Na sisi mashabiki tunaona fahari na alikadhalika, viongozi pia, kwa mali menuma, tumecheza mpira, asilimia zote tumemiliki sisi uwanjani. Lakini kila kitu mimi napiga goli tatu goli nne, yani mapema kile cha kwanza kwa goli mbili, kana kupumzika, tunakuja kurudi, mwalimu anafanya hesabu yake, mbili tu, ngoje, tunamaliza goli mbili zote, baki goli nne, tunaingia kwa fainali. Wachezaji wetu wanatakiwa wajiongeze. Inapotokea swala la tukio limetokea muhimu, anatakiwa mnamfuata mwamuzi, nenda kumwadaa kama kusikilisha mwalimu, mwamuzi kaangalie kwenye viara, hii ni penalty au hii ni goli au ni ni ni ofsaidi, nakuwa wewe kapteni unaenda moja kwa moja kumwadaa. Nani mwamuzi. Mwana, ndio maana hata wenzetu wale ilikuwa offside goal la pili. Mwana, lakini kutokana na nani ukubwa wao au na uelevu wao, mwana, wakajiongeza wakamfuata mwamuzi, kumfuata mwamuzi na kweli mwamuzi amemwada, presha ya mchezo lazima akaangalie kusikiliza kweli. Kae kakati. Mwana, na si penalty ya Teba, mimi naamini kabisa wangemfuata kwenda kunani kwenda kumwada yule mwamuzi. Yule ile angeka angeka penalty, mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana ile swala kusema na, tu unamfuata wameiona hiyo haki yako. Hapana, kitu kama hicho kinachotokea tena, lakini wale mvua iwe jua hawatoki. Uh, kwa Mkapa goli tatu mnyama Simba. Simba ndio timu pekee iliyosalia kutoka nchini Tanzania katika mashindano ya kimataifa, jioni ya Aprili tisa elfu mbili na ishirini na tano watakuwa mawindoni kutegua kitendawili cha mwaka robo. Katika mchezo huo Simba ina kibarua cha kupachika mabao matatu pasipo kuruhusu nyavu zao kuguswa ili waweze kuvuka kiunzi hicho hii ni kufuatia kupoteza mchezo wa awali wakiwa ugenini nchini Misri Aprili mbili, mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, katika dimba la Suez Canal. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro mimi ni Jackson Johnny.